Karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo Jumatatu katika oktava ya Pasaka mwaka chee wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili aya ya 14, 22 hadi 32 na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Matayo sura ya ishirini na nane aya ya nane hadi ya kumi na tano. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Matayo. Wanawake waliondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama Yesu akakutana nao akisema: Salamu! Wakakaribia wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia: Msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona na wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Na wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Kristo amefufuka, aleluya, aleluya. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari pamoja injili hii tuliyoisikia hivi punde, tunapoendelea na kusherekea ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu. Leo katika injili tumesikia ni jinsi gani Wayahudi wanakuwa wagumu kupokea ukweli. Ni kwa sababu wanafahamu ukweli lakini wanajifanyia kuwa wagumu na kupingana na ukweli kuwa Kristu amefufuka. Hii ni baada ya wanawake Walipoenda kaburini na kukuta kaburi liwazi na kuwajulisha wanafunzi kuwa Yesu amefufuka, baada ya Yesu kuwatokea. Kama tulivyosikia katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, Yesu aliwaambia waambie ndugu zake waende huko Galilaya, ndiko ambapo watamuona. Ndugu zangu, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tunajifunza jumbe mbalimbali ikiwemo Yesu amefufuka na yu hai. Ndugu zangu, Yesu baada ya kuteswa na kufa msalabani alifufuka na hivyo ametukomboa, basi yatupasa kuamini kuwa, kuwa yu hai. Katika Injili ya Yohane sura ya 20, aya ya 29, inasema wewe umeniamini kwa kuwa umeniona heri wale wasioona wakasadiki. Kumbe ndugu zangu, katika Pasaka hii itukumbushe mwokozi wetu amefufuka na yu hai, pia kama tunavyoalikwa katika kipindi hiki, kuwa tunapaswa kufufuka pamoja naye, yaani kuwa na maisha mapya yanayompendeza Mwenyezi Mungu kama ambavyo tulipokuwa katika safari ya Kwaresma, kipindi ambacho kilitualika kufunga kusali na kufanya matendo ya huruma. Hivyo basi, inatupasa katika maisha yetu ya kila siku kuendelea kufanya matendo hayo, kuwa watu wa sala, ili Yesu aweze kujidhihirisha katika maisha yetu na katika ndugu zetu, tukiendelea kuwa watu wa upendo, kuwapenda ndugu zetu na kuwasamehe. Wapendwa katika Kristo, tunapaswa kuwa watu wa kusambaza habari njema. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tumeona wanawake wanatokewa na Yesu na kuwapa habari njema, waende kuambia wanafunzi na ndugu zake. Kumbe basi, sisi nasi tunajifunza kuwa katika maisha yetu tunapaswa kuwa watu wa kusambaza habari njema. Ndugu zangu, wapo wengi ambao pengine tumekuwa watu wa kusambaza udhaifu wa watu wengine, dhambi, mabaya, umbea, masengenyo. Siku hii ya leo, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, tunaalikwa kuwa watu wa kupeleka habari njema. Tunapaswa kuachana na mwenendo huu mbaya na kuwa watu wa matumaini. Tunapaswa kuwa watu wa matumaini kwa wengine, kama kauli mbiu ya mwaka huu wa jubilei elfu mbili na ishirini na tano inavyotualika sote kuwa watu wa matumaini lakini pia kuwapa matumaini watu wengine. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo tunapaswa kukubali ukweli. Mwanzoni tulipokuwa tunaelekea katika safari ya kipindi hiki katika siku ya Ijumaa Kuu, tumeona ni jinsi gani wazee waliposhinikiza Yesu asulubiwe, lakini kwa upekee, tuliona tuliwona ni jinsi gani Pilato alishindwa kuukubali ukweli. Wanashindwa kuukubali ukweli, wanaona haya, wanaogopa macho ya watu na kushinikiza Yesu asulubiwe kwa sababu ya wivu, ubinafsi na kukataa ukweli. Ndugu zangu, pale ambapo tunakosolewa na kuambiwa ukweli tunapaswa kukubali ukweli huo, lakini pia tunapaswa kukubali ukweli huo ili kuweza kujirekebisha, kufanya marekebisho pale ambapo tumekosea. Jambo hilo lilikuwa gumu kwa wazee na Wayahudi. Ndugu zangu, hili linaweza kujitokeza pia hata katika maisha yetu, hata pia katika maisha yetu na katika jamii zetu, hasa tunapoona fedha fedha. Imekuwa kishawishi kikubwa katika kutetea haki, kukubali ukweli. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, tumeona askari wakipewa fedha ili waseme uongo kuwa walipo kuwa walipokuwa wamelala wanafunzi wa Yesu walikuja na wakamwiba, na si kuwa Yesu amefufuka. Ndugu zangu. Tunapaswa kusimamia ukweli, haki na usawa kama vile Yesu alivyokuwa mkweli. Kumbe basi Yesu kama mfano katika kukubali ukweli, katika kutetea haki za wanyonge. Pia viongozi wetu wa serikalini wanapaswa kuzingatia usawa katika jamii zetu. Viongozi wanaalikwa kuwa watu wa haki. Serikali yetu inapaswa kuzingatia usawa katika jamii zetu na kuondoa matumizi ya fedha, nguvu na rushwa ili kuficha ukweli na kuwakandamiza watu wa hali ya chini au maskini. Kumbe ndugu zangu, tunaalikwa kuwa watu wa ukweli, tuukubali ukweli. Wapendwa wa katika Kristo, kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, Kristo amefufuka yu hai. Basi tuendelee kufufuka naye katika mioyo yetu na katika maisha yetu. Tukimwomba Mungu atujalie tuendelee kudumu katika imani ili ufufuko huu uweze kujidhihirisha katika maisha yetu na kwa wengine. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliye kuletea tafakari hii ni mimi Frateri Marki Dismas Ibede wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari ya Kola, Morogoro. Itukuzwe ya damu ya